Runinga ya Citizen inazuru boma hili katika mtaa wa Utawala hapa Nairobi na kukutana na familia hii ambayo inaomboleza baada ya mfanyakazi waliyemwajiri kutoweka na binti yao Flora Wangari mwenye umri wa miaka miwili na nusu. Nikamwambia mama, akaulizwa ni mama kama kuna kitambulisho, akasema ana kaulizwa uko na simu, sina stukarara asubuhi kuamka mama kaniambia huyu msichana sioni kama anaweza fanya kazi madam uchungua mwana aujuaye ni mama. Faith Wanjiku alilengwalengwa na machozi machoni pake, akisimulia namna rafiki ya mumewe alivyokuja na mfanyakazi huyo. Nikaambia kijana kijana, fanya hivi, ende uchukue huyo msichana, mi simtaki. Sasa kukuja divi, huyo alinipigia simu, mii venye naona huku ni kama hakuna mtu Nika, kaka, kufika town nikapatana na huyo kijana ule alituletea msichana, nikamwambia mama amekasirika na huyo msichana na naona kama hawatawezana. Akaniambia mimi niko hapa mpaka saa ingine, lakini nikifunga nitakupigia. Anafunga mapema saa saba ama saa nane. Wakati alifunga hakunipigia. Mimi nilikuwa nangoja akifunga anipigie ndio tuchukue msichana. Maana mama alimkataa. Kulingana na Faith, nguo moja aliyokuja nayo msichana huyo ilimwacha na maswali mengi. Alikuwa amekuja na karatasi ka supamaket kidogo, na nilimuuliza, bwana huku beba nguo na bag, akaniambia nii niliona nitachoka, nikasema nibebe tu bili. Nikamuuliza, sasa utakuwa unaanika nguo moja alafu unafaa utakuwa unatoa ka nguo kwa kamba unafaa, akaniambia si huku kuna jua itakuwa inakauka, na neiba mwingine akaniambia, nikampea stori vile ilikuwa Akaniambia huyu kijana anajua msichana mahali yako, tuende tukaandike statement. Ndio tukaenda pale kwa post tukaandika, polisi mmoja akatupeleka huko Mlolongo. Alichobakia nacho faith ni ombi moja tu, ningemwambia kama nikiwa msasi aki, aturudishe huyo mtoto wetu, mtoto ana uchungu sana, sana. You can even ask sometimes like the neighbors if you have a good neighbor. You can alert them that oh I just brought a new person in my house and uh, I really have to you know run an errand so can you please you know keep an eye you know some neighborhoods are such that uh, you know a good neighbor can actually do that for you Victor Wetende, Citizen Nipashe.